Bismillahir Rahmanir Rahim. Leo tutakuwa na darsa linalohusiana na, na mambo ambayo anatakiwa mgonjwa yafanye pale ambapo anapokuwa na hali ya ugonjwa. Tutatumia kitabu kinachoitwa Ahkamul Janaiz, hukum ya jeneza, na kila mwenye kitabu hicho akinunua ili aweze kufuatilia darsa. Aa, ikiwa wewe utakuwa hauna kitabu hicho aidi sana ukipate, kwa sababu ni kitabu muhimu, lakini pia ni katika vitabu vigumu kuweza kuvitambua, kwa sababu mtunzi wa kitabu hichi Sheikh Albani kidogo lugha yake ni lugha ngumu katika kutunga vitabu vyake. Sasa katika kitabu hichi, mlango wa kwanza unasema mayajibu ala almarid. Kitabu hichi kinahusiana na hukum za e, jeneza, kwa maana mtu anapokuwa anaumwa paka inapofikia muda wa kutoka roho afanye nini, akisha kufa wanatakiwa watu wa karibu yake wafanye nini, majirani ndugu na jamaa. Uh, lakini pia kuzikwa, kuswaliwa, kuvishwa sanda, na baada ya kuzika watu wafanye nini? Kwa hivyo ni vitu muhimu ambavyo kila mmoja anatakiwa kuvifahamu. Sasa mtu anapokuwa ni mgonjwa, akitokea labda mzazi wako anaumwa au jirani au mtoto au mtu yoyote katika watu wako wa karibu, kuna mambo ambayo lazima wewe uweze kuyafanya, lazima uyajue. Jambo la kwanza kabisa, alal maridhi an yardha bi qadaa illah, mgonjwa anatakiwa ama we ukiumwa, cha kwanza kabisa, jambo la kwanza lazima uridhike na kadari ya Allah, yani mipango ya Mwenyezi Mungu, utambue kwamba aliyetaka wewe uumwe ni yeye mwenyewe aliyekuumba, si kwa mapenzi yako wala kwa mapenzi ya mtu mwingine yoyote, abadan, bali muumbaji ndiyo ametaka wewe uweze kupona. Ko ni juu ya mgonjwa kuridhia hii qadar, wa yasbira ala qadarihi, na awe mvumilivu. Wagonjwa wengi wanashindwa uvumilivu, kufikia hatua mtu anafanya mambo ya kishirikina, anafanya shirki na kufanya mambo yasiyofaa. Wa yuhsinu dhanna birabbihi, na dhana yake kwa Mwenyezi Mungu iwe ni nzuri. Unapoumwa usidhani kwamba Mwenyezi Mungu amekukomoa anataka kuadhibu au Mungu anakutesa, mdhanie Mola wako vizuri. Dhalika khairu lahu, kwani kufanya hivyo ndio heri kwako. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika maneno yake kumfariji mgonjwa au mtu ane, ane, mwenye matatizo, kwa sababu matatizo yana namna tofauti tofauti. Kuna matatizo ya kiafya lakini pia kuna matatizo ya kimaisha, lakini pia kuna matatizo ya kibiashara na mambo mengine tofauti tofauti. Hasa Mtume anasema ajaban liamril mu'min, muumini jambo lake linashangaza sana. Inna amrahu kullahu lahu khair, kwa sababu jambo lolote ambalo muumini analifanya kwake yeye ni khairi. Inasabatuhu, ikiwa muumini atakutwa Shara, eh, sara na jambo lenye kufurahisha sabara au shakara fakana khairan khaira lahu, basi muumini huyu atashukuru na itakuwa ni kheri kwake. Wain asabathu dharrau, eh, na akipatwa na jambo lenye madhara. Muislamu, ukiona una jambo lenye madhara, ima labda unaumwa maradhi yamekuwa ni mazito yamekawia kutoka Ume, umejaribu kwenda huku na huku, utafuta dawa lakini, bado mwisho wa siku, nafikia hatua, labda unakata tamaa, na wengi katika watu wanakata tamaa kwamba maradhi haya, na asili, hakuna mwanadamu asiyeumwa, kila mwanadamu anapata maradhi. Sasa anasema sabara fakana khaira lahu, lazima uwe na uvumilivu, usubiri. Hiyo ndio itakuwa kheri yako. Kwa hiyo kheri yako wewe ni kuwa mvumilivu, uweze kumpangia Mwenyezi Mungu kwamba ni lini unataka kupona wewe, bali yeye anafanya kile ambacho kinastahiki kwako. Ikiwa unahitaji kupona kwa haraka, basi unahitaji wewe lakini yeye Mwenyezi Mungu anataka kukuona wewe ukiwa katika hali hiyo, na anataka kukupima uvumilivu wako. Jambo la kwanza, lazima uwe na subira. Uwe na uvumilivu. Hatua ya pili, kwa mgonjwa unapojisikia unaumwa, baada ya kuwa umevumilia umekuwa na subira. wayambaghi alaihi anyakuna baina lhaufi wa raja, anatakiwa mgonjwa awe kati ya hali mbili. Hali ya kwanza awe na hofu ya mambo aliyoyafanya, matendo yake, ahofu, ikiwa nitakufa katika hali hii, nitakuwa na hali gani mbele ya muumba wao? Nitakuwa na hali gani mbele ya Allah? Kwa hiyo, anyakuna baina lhaufi wa raja, uwe baina ya hofu kwanza uhofu, kwamba haitakiwi mimi nife katika hali hii, ufanye toba, ufanye istighfar, muombe msamaha Mola wako, ikiwa kuna madhambi niliyafanya huko nyuma na kuomba unisamehe. Hiyo ni hali ambayo ni ya pili, unapokuwa ni mgonjwa uwe nayo Waraja, lakini pia utaraji kwamba Mola wako ni mrahimu, utaraji kwamba Mola wako ni mpole, Mola wako ni mkarimu Mola wako anaponya, ana uwezo, ana nguvu, umtegemee ye yeye katika mambo yako. Kwa hiyo ni hali ya pili, ama ni hatua ya pili ambayo unatakiwa kuwa nayo. Kuna kisa kimoja, siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam aliingia katika nyumba ya kijana aliyekuwa anaumwa, hali yake taabani, kijana yuko katika iko katika sakaratul mauti. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuliza yule kijana kaifa tajid Hivi unajisikiaje? Hali yako ikoje, kijana? Kwa kuwa alikuwa na hali mbaya, akamwambia ya Rasul Allah, ewe mtumi wa Allah, inni akhafu dhunubi, mimi naogopa sana madhambi niliyoyafanya huko nyuma, madhambi yangu naogopa, walakini arjullah, lakini nataraji kwamba Allah subhanahu wa Ta'ala atasamehe madhambi yangu na ataniponya ama ataniingiza katika pepo. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi, mtume aliposikia maneno haya kutoka kwa kijana akasema la yajtamiani fi qalbi abdin fi mithli hadha almautin, mtu yoyote ambaye moyo wake utakuwa na vitu viwili hivi, yani akataraji kwamba Mwenyezi Mungu ni mponyaji atamponya katika maradhi yake na magonjwa yake, lakini pia mtu huyu akawa na hofu. Vitu hivi akiwa navyo mtu mmoja, vitu hivi viwili vikajikusanya vyote kwa mtu mmoja akawa navyo vitu hivi, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, illa a'tahu Allahu ma yarju. Neno hili ni kubwa sana, lizingatie kwamba ukiwa na vitu hivi viwili kwamba wewe ni mgonjwa, unaumwa, ukataraji kwamba Mwenyezi Mungu atakuponya, lakini pia ukawa na hofu na madhambi yako, fahamu ya kwamba Allah atakupa unachokihitaji, unachokitarajia. Ukitarajia kupona, Allah atakupa matarajio yako, kwa kila mtu asikate tamaa, na hakuna dhambi kubwa kama kukata tamaa. Anasema al yaisu min rahmatillahi min alkabair Kukata tamaa kwenye uwezo wa Mwenyezi Mungu ni miongoni mwa madhambi makubwa, ambayo wengi katika watu sasa wanayafanya madhambi haya, wanakata tamaa na rehema za Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo lazima uwe na vitu hivi viwili unapokuwa ni mgonjwa. Tumesema cha kwanza ni kuwa na uvumilivu, kuwa na subira, lakini cha pili e, unapokuwa na uvumilivu na subira uwe baina ya hali mbili, utaraji kwamba Mungu atakuponya na uwe na hofu ya madhambi uliyoyafanya. Sababu watu wengi wanaadhibiwa kutokana na madhambi yao na makosa yao wanayoyafanya, ndio yanawakuta matatizo. Ndio maana anasema Mwenyezi Mungu, wama asaba kumi musiba tena fa bima kasabat aidiku, ukiona kuna msiba umekukuta basi umetengenezwa na mikono yako. Jambo la tatu, wama hamashtadda bihi almarad, ndugu yangu, vyovyote vile ambavyo maradhi yako yatakuwa makubwa Amekuwa ya mazito yamekuwa makali, fala yajuzu lahu an yatamanna almaut. Haijuzu, hairuhusiwi kabisa kwako wewe kutamani kifo, sababu kuna wakati mtu anaumwa anaum, anasema ni afadhali ningekufa. Wengi katika watu, mtu anaumwa anasema kwa hali nilofikia hapa, kwa kweli bora nife, bora nife, niondoke duniani nikapumzike. Sasa anakataza kabisa, sheria inakuzuia ina wewe kutamani kufa. Hata kama utakuwa na hali ngumu kiasi gani. Wako watu wamepona ambao walikatiwa tamaa baadaye wakaponywa magonjwa yao na wakaendelea kuishi. Kwa hata uwe na hali ngumu kiasi gani, usikati tamaa. Endelea kupambana, endelea kutumia dawa, endelea ukiwa unamtegemea Mwenyezi Mungu, ukimuomba dua akondolee maradhi yako. Kuna kisa hapa eh, e, hadithi ya Ummi Al-Fadl radhiyallahu anha anna Rasulullahi sallallahu dakhala alaihim. Siku moja mtume aliingia kwa huyu mwanamke huyu anaitwa Ummi Fadl. Mtume alipoingia e, wa Abbas amu rasul salam yashtaki. Abbasi ambaye ya ni baba yake na mtume, baba yake mdogo wanachangia baba, akawa ni mgonjwa, anaumwa. Fatamanna abbasul maut, Abbas akatamani kufa, akasema afadhali ningekufa. radhi Allahu anhu. Abbas ni sahaba na ni baba yake mdogo na mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa maradhi aliokuwa nayo, ikafikia muda akatamani kabisa, ni bora bora asiwepo duniani, angekufa. Mtume aliposikia maneno yake yale ya yeye kutamani kufa akasema, ya ammi, ewe baba yangu mdogo, la tatamani almauti, embo, usitamani kifo, usikitamani kifo hata kama unaumwa kiasi gani. fa innaka in kunta muhsinan fa an tuakhkhara tazdad ihsana, kwani wewe ikiwa ulikuwa ni mtu mwema, hivyo hivyo ukiwa ni mgonjwa umelala katika kitanda chako, ukicheleweshwa kidogo, unazidisha wema wako, utaendelea kumtaja Mwenyezi Mungu, kutaja majina yake, kusoma Qurani, kufanya dhikri, kufanya toba kwa hiyo ni kheri kwako kuendelea kuwaepo usitamani kufa pia mtume akamwambia wainkunta kunta musian na kama ulikuwa wewe ni mfanya maovu fa antu akhar, fatustatab min isaatik. ni vizuri kama utacheleweshwa ili baadaye uje kutubia kwenye makosa yako khairul laka, hiyo itakuwa ni khairi kwako fala tatamanna al-maut hivyo usitamani kifo kwa mtume akamzuia baba yake asitamani kifo na hii imewakuta watu wengi wanapokuwa wanaumwa wanakata Shekhe, usikati tamaa madamu bado roho iko katika mwili wako. Hayo maumivu unayopitia, matatizo unayopitia, Allah atakufariji siku moja. Allah hawezi kukutupa. Ikiwa utamtegemea, utakuwa na uvumilivu na usikitamani kifo. Endelea kupambania maisha yako. Basi Mwenyezi Mungu atakusaidia. Ili ilikuwa ni jambo la tatu na tutaishia hapa, yale ambayo yanatakiwa yana mgonjwa kuyafanya katika darasa linalokuja. Tutaendelea na hatua ya nne na hatua ya tano katika yale ambayo mtu akiwa ni mgonjwa anatakiwa kuyafanya, na kuna faida nyingi. Ni vizuri kuendelea kufuatilia darasa hili ili kupata ujiri huko. Tukiishia hapa, kila mmoja ajitahidi kusoma na kuwafahamisha wengine na kusambaza video hii, ili kila mtu aweze kupata faida na kujua anapokuwa ni mgonjwa.